Ndugu wa wafanyakazi, napenda nitumie fursa hii pia kuwaagiza waajiri wote ambao bado hawajaunda mabaraza, mabaraza ya wafanyakazi. Nimezungumza kwenye risala yenu mabaraza ya wafanyakazi na majukwaa ya mashauriano. Najua pale ambao hawajaunda basi waunde, lakini pia wale ambao mabaraza yao yamekamilika, muda wayauishe, ili mabaraza hayo yaweze kuwa hai kabla ya Julai tarehe thelathini. Vyama vya wafanyakazi msimamie kufuatilia na mtuletee taarifa kwa wale waajiri watakaokiuka agizo hili, nasi hatuta tutachukua hatua stahiki. Aidha, nitoe wito kwa waajiri wote kuzingatia sheria inayotokana na vikao vya baraza na kufanyia kazi mara moja, uh, kulingana na stahiki za wajumbe. Kwa hivyo, kwa wale wa makampuni binafsi kama ni viwanda binafsi wajue wanafanya kazi serikalini na watafata sheria za serikali ikiwemo kuruhusu vyama vya wafanyakazi vifanye kazi, kazi mahali pa kazi. Ninachosisitiza tu tusitumie muda wetu wa kazi kufanya mikutano yetu. Tumalize shughuli zetu tuende tufanye kazi, baada tufanye mikutano na shughuli zingine za vyama baada ya muda ule wetu wa kazi. Niendelee kuwaomba sana, wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu. Hakuna jambo kubwa kama nidhamu na maadili. Maadili kwenye eneo la kazi ni muhimu sana. Mwalimu akianza mahusiano na mwanafunzi, heshima inapungua kwa walimu wenzake, na kama ndio akiwa mwalimu mkundo kabisa, wanafunzi pia heshima inapungua. Lakini ni utovu wa nidhamu na ni kinyume na sheria. Kwa hivyo, kama mtu anapenda kuwa na mahusiano aende nje ya eneo lake la kazi. Kama ni mwanza umetoka naye au ni mchumba, basi ijulikane rasmi kwamba hili ni swala ambalo linaenda kwenye jambo zito zaidi. Wewe kweli eh, nidhamu ni kubwa sana, na nidhamu ndio inakuletea utu, kwa sababu ule mtu wako uweze ku, ku, kuwa, kupata ile utu na heshima ile nidhamu inasaidia mwalimu au um, afisa um, kilimo. Hajafika katika eneo lake, anatakiwa afisa ugani awasaidia wakulima, anaenda ameshalewa chakari. Unafika pale, una moja aelewe kinachoendelea. Sasa hii ni mifano tu natoa, sisemi kwamba mafisa um, kilimo ni walezi.